Wakili wa serikali Mohamed Salum kwa kushirikiana na mwanasheria mwandamizi wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA, bwana Johnson Kalungula wamewapandisha kizimbani washtakiwa wao wakawaunganisha na kuwasomea mashtaka katika kesi namba 456 na 457 za mwaka 2017 mbele ya hakimu mkazi mkuu Thomas Simba na hakimu mkazi mkuu Godfrey Mwambapa akiwasomea mashtaka anawakabili mbele ya hakimu mkazi mkuu Thomas Simba katika kesi namba 456 ya mwaka 2017, wakili Salum alidai kuwa washtakiwa wao kati ya Aprili mosi na Desemba 13 mwaka 2016 eneo la Mikocheni wakiwa wakurugenzi wa mtandao wa jamii Media Co Ltd ambao unaendesha tovuti ya jamii forum wakijua, jeshi la polisi Tanzania linafanya uchunguzi kuhusiana na mawasiliano ya kimtandao yaliyochapishwa katika tovuti yao, kwa njia ya kuzuia uchunguzi huo, walishindwa kutekeleza amri ya kutoa taarifa walizonazo. Aidha, ya kosa kama hilo kwa washtakiwa hao wao kwa hakimu mkuu mkazi Godfrey Mambapa, Mei 10 na Desemba 13 mwaka 2016 walifanya kosa kama hilo. Washtakiwa walikana mashtaka yote yanayowakabili. Upande wa mashtaka uliambia mahakama upelelezi wa kesi hizo umekamilika, na wakaomba ipangwe tarehe kwa ajili ya washitakiwa kusomewa maelezo ya awali. Mahakimu hao wa waliwapa dhamana baada ya kukamilisha masharti waliopewa, yakiwemo ya kuwa na wadhamini wawili wanaoaminika, ambapo kila mdhamini alisaini bondi ya shilingi milioni kumi. Kesi hizo zimeahirishwa hadi Februari 9 na 20 mwaka huu ambapo washtakio hao watasomia maelezo ya awali. Nikiripoti kutoka mahakama hakimu mkazi Kisutu hapa jijini Dar es Salaam. Meme ni Godfrey Monyo wa ITV.